Hamjambo mtazamaji wa La Voix D'Uvira TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu ya Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluya ni kukaribisha mahali pote ambapo ulipo kuweza kujiunga nasi moja kwa moja katika taarifa yetu ya habari. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa, usisite kabisa kuweza kujiabone kwenye channel yetu La Voix d'Uvira TV ili tunapotoa taarifa zetu za habari kabisa, uo wa kwanza kuweza kabisa, kuzipata. Na usikose kabisa kusambazia wengine, ili nao wapate kunufaika na uhondo wetu wa siku ya leo, ikiwa e ni tariki mbili kabisa ya mwezi Novemba mwaka elfu mbili ishirini na tano. Moja kwa moja ya matangazo yetu ambayo kabisa itakwenda kuangazia kupitia ya shirika ama vuguvugu vugu la Msela nchini Kongo ya kidemokrasia ambayo kabisa iliweza kutoa tangazo rasmi baada tu ya Raisi Emmanuel Macron wa Ufaransa kuweza kuzungumuza hiyo tariki selasini Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano mjini Paris kuhusu uvamizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na baada ya hapo kuna kuwa na kile ambacho kimekwenda kuzungumziwa. Kwa hiyo basi, utakwenda kujua mengi sana ambayo yaliyozungumziwa baada tu ya kikao hicho ambacho kilichofanyika na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alikuweko moja kwa moja, tukaribishe kuweza kujiunga nasi mwanzo hadi mwisho. Moja kwa moja, tuanze na habari zetu ambazo utakazozungumzia kusikia leo kupitia vuguvugu la MCLA chini Kongo ya Kidemokrasia kati kujibu hoja kuza hotuba ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ya Alamisi ya tariki 30 Oktoba mwaka elfu mbili ishirini na tano mjini Paris, ni kuhusu uvamizi uh, wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mkutano wa kimataifa wa kuunga mkono amani katika eneo la maziwa makuu iliyofanyika Alhamisi ya tariki 30 Oktoba, mjini Paris, rais wa Ufaransa alitangaza msaada wa kimataifa wa zaidi ya euro bilioni moja na tano, na kufungua kwa njia salama ili kuweza kusafirisha uh, msaada huo ambao umetolewa kutokana tu na rais Macron ambaye aliyozungumzia kutokana tu na tuna hali ya vita ambavyo inaendelea kukumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi jirani. Hayo ndiyo majibu sasa, ambayo yanakuja hapa kutoka shirika la Msela kuwasaidia wakimbizi wa ndani, ni njia ya kushughulikia matokeo ya vita vinavyoendelea nchini ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda. Kutokana tu na tuna, hiyo ni kweli kwamba wakimbizi wanahitaji msaada lakini mm, kumaliza vita ni jambo la lazima sana na ni jambo la kuweza kutekeleza. Hapa alisitiza kwamba anakwenda kushangazwa na kauli yake Macron baada tu ya kukimbilia kutoa msaada, wakati njia ya mbadala ya kukimbilia ili kumaliza mgogoro ambao ulio kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, hii ambayo ingekuwa njia pekee ya kuweza kumaliza mzozo na kurudisha amani ya kudumu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alfonsi Mufariji huyu ni mratibu wa shirika ama mratibu wa vuguvugu vugu la kiraia nchini Kongo ya Kidemokrasia, akiwa anajibu kupitia masuala kwa waandishi wa habari waliopata nafasi ya wa kuweza kuzungumza nao. Karibu kuweza kumsikiliza. Wanamfariji, ukiwa maeneo gani? Uvira ya kwamba kulikuwa chikao ya kabambi ambayo lipitika na France, na na hiyo chikao ilialika quelque représenta wa mapeis ya Grand Lac compris maunité ya ma federation ya Grand Lac. Walikutana ya, ya, ya ya ya na France walikuwa wakiongea juu ya kuleta amani amani este ya Congo na rais wetu alikuwa

Ni vitu viko regretable sana. Macron alikamata kauli, presidenti wa France alisema ya kwamba kwa sasa inaomba kutoke hata mamiliari, alisema miliari demi ya euro ya maero kukuya saidia wadeplace wa Kongo

Bwana Alfonse Mfariji, uh, kwa kweli preokupasion yako ni muhimu, kupambana au kutokomeza kumaliza vita au mzozo uh, uliopo mashariki mwa DRC. Pia chakula ni muhimu, nafikiri uko mkaji wa Kavimvira. Juzi nimetembelea kambi ya wakimbizi wa ndani, pia wasinisire pale kumanguzid, wenzetu wanaishi maisha mabaya sana. Uh, donc wakipata wenye anaweza wakawasaidia, watakuwa wanaona kama ni Yesu anawajia kimsaada. Afu unasema kwamba

Kwamba, kwamba, kwamba, ya, ya naenda inaamsha, na ni hapa ndipo tunafika mwisho kabisa wa taarifa yetu, yetu katika lugha bora tukufu la Kiswahili taarifa yake kuweza kupata habari zetu. Asante.